Ahmed Ally akitoka taratibu kutoka kwenye viwanja vya Dar es Salaam. Anataka kuangalia mechi moja kubwa sana, ni dabi ya watani wa Kariakoo, ni Simba Kings na Yanga. Ahmed Ally leo amepigwa kipigo kizito na Yanga, goli moja bila kwenye dabi ya leo a maswali na na na habari na mashabiki, lakini leo Ahmed Ally tofauti ba e eh? Ah, na siku zote, leo hana maneno kabisa. Ahmed Ally leo wajongia neno kabisa. Na mbona shetani wa Yanga, hichi ni kitu cha shetani wa Yanga. Ana mashabiki wa Yanga ya anajaribu kufanya utani hapa na pale Antani wao Ahmed Ali msemaji wa Simba anajaribu kumtania hapa na pale, lakini Ahmed Ali leo ni gumu kabisa kusema neno. Rudia tena, hii ni dabi ya kali ya Kariakoo. Simba Queens vs Yanga Queens goli moja bila, mechi leo imeisha Unamsubiri gemu mingine unaenda janga sia amechukua point tatu dhidi ya Simba Queens. Ahmed Ally anaingia kwenye jai yake kama hivyo, amegoma kabisa kupiga story na waandishi wa habari. Sasa sijui hii tafsiri yake ni nini.